Ziara yangu hii ya leo ilikuwa ni kwenye ufuatiliaji wa fedha ambazo serikali imezitoa kwa ajili ya kununua vipuri ili kufufua haya mabasi ambayo tayari yalikuwa yamepata uh, shida ambayo yalikuwa hayawezi kuwepo barabarani. Kwa hiyo serikali uh, ya awamu ya sita ya Daktari Samia Suluhu Hassan iliona ni vyema kuyarejesha haya mabasi barabarani na kiasi cha shilingi bilioni moja nukta mbili kilitolewa kwa ajili ya kununua vipuri, zikiwepo injini pamoja na vipuri tofauti tofauti, ili mabasi haya yaweze kurudi barabarani. Mabasi ambayo tunategemea kuyarudisha barabarani kutokana na, na, na fedha hii ambayo imetolewa ni mabasi 30 na hadi leo ninavyoongea hapa yako mabasi kumi na saba tayari yako yamesharekebishwa, tayari yako tayari kwa ajili ya kwenda barabarani. Na waandishi wa habari mmeona basi la kumi na nane pale wanamalizia kupandisha injini. Kwa hiyo huenda mpaka kesho tukawa na mabasi kumi na nane tayari kati ya yale thelathini ambayo, ambayo tayari serikali imetoa fedha, na tumeona injini zilizobaki pale ziko injini kumi aa, pamoja na, na nusu injini zile tatu ambazo tayari jumla zitakuwa kumi na tatu ambayo tutamalizia sasa yaliyobaki yale, yale, yale, yale, yale, yale. Hivyo ziara hii ilikuwa na lengo hilo, lakini pia serikali imetoa kiasi cha shilingi bilioni ishirini kwa ajili ya ununuzi wa mabasi mapya tisini na tisa. Nipende kusema kwa furaha kabisa kwamba katika ile mabasi 99 tayari mabasi arobaini na tisa yameshafika bandarini. Kwa hivyo, muda mfupi ujao mabasi haya yatakuwa barabarani ili yaweze kuongeza huduma kwa kwa watanzania wakazi wa Dar es Salaam, na kama mnavyofahamu yudati wao wana njia tunaita ya awamu ya kwanza ya kutoka gerezani kwenda Kimara mwisho. Kwa hivyo njia hii itaongezewa mabasi haya pamoja na yale mabasi mapya ambayo yatakuwa yamekuja, lakini tunategemea pia kwamba watapata njia ya kwenda Gongo la Mboto. Kwa hivyo mabasi haya yanayokuja, tuna uhakika yataongeza uh, nguvu kwenye usafirishaji wa abiria hapa Dar es Salaam, kitu ambacho ningependa kukitolea maelekezo kwa mkurugenzi mkuu wa UDART hapa tunafika kimara mwisho ndiko tunakofika kwa sasa hivi, lakini tuna maeneo ambayo yanahitaji huduma sana, eneo la Mloganzila hospitali. Watu wanafika kimara, wanaishia mbezi, wanaishia kimara, hawafiki. Mabasi hayafiki Mloganzila. Leo nikupe maelekezo kwamba kuanzia kesho, hakikisha tunapata mabasi yanayofika Mloganzila hospitali. Watu wanapata shida, wana wagonjwa kule, wagonjwa wenyewe wanapata shida kufika kule. Kwa hiyo ni vyema hili tukalichukulia kwa, kwa umuhimu wake, ili tuweze kuongeza huduma kwa ndugu zetu ambao wanahitaji hii huduma kwenda kule hospitali ya Mloganzila. Na ni waelekeze tena yale mabasi ambayo yameshafika pale pale pale bandarini Oneni namna ya kuyatoa pale, kaeni na watu wa bandari, ili kupunguza storage cost, yatoke pale. Mnaweza kuja kuyaweka hata hapa, mkiwa mnasubiria pesa ambayo tutamaliza ku, ku, ku, kuilipa kwa ajili kwa ajili ya ya, ya, ya kuyakomboa pale bandarini, ili tusije tukalipa fedha ambazo zimezidi zaidi pale. Kwa hiyo hakikisha unakaa na wenzetu wa bandari akana wenzetu wa TRA tuone namna ambavyo tutalifanyia kazi hili kwa uharaka. Mheshimiwa Waziri, kinadaiwa kiasi gani? Kuna mvutano wa kulipa kodi mabasi haya? Meli imeingia siku mbili tatu zilizopita, kwa hiyo hakuna mvutano wowote unaoitwa wa kulipa kodi, hili naomba uliondoe kabisa. Lakini la pili, kodi hii ni lazima ilipwe TPA sasa kama TPA ndio wanaolipwa na fedha inatoka hazina, kila kila taasisi ina, ina, ina fungu lake. Kwa hiyo mwenye kupewa hilo fungu ni wizara ninayoiongoza mimi, ili iweze kumlipa TPA. Kwa hakuna, hakuna, hakuna, hakuna mgongano wowote uliopo. Ni sisi tumeshaanza kulishughulikia. Neno langu ni kwamba tukiweka mzigo pale tutaendelea pia kuzuia meli zingine zisishushe mzigo pale. Kwa hiyo tuyatoe pale tuyalete hapa, tukiwa tunamalizana kulipana ndani sisi kwa sisi, lakini hakuna mgongano wowote wa kulipa pesa hizi. Pesa hizi zitalipwa na, na, na, na, na tuko kwenye final stages za kumaliza hilo. Mwanzoni haya mabasi yalivyoingia, tulikuwa na madereva ambao hawajapata training yoyote. Kwa hiyo hata uendeshaji haukuwa uendeshaji huu unaotakiwa kufanyika. Hivi karibuni ninyi wote ni mashahidi, mmeniona mimi nikiwa natoa vyeti pale NIT vyeti vya madereva ambao wamefundishwa kuendesha magari haya tulionayo hapa, lakini pia na magari yale yanayokuja ya gesi ambayo yanakuja yana, yana. Kwa hiyo hilo la kwanza kwamba uendeshaji wa mabasi haya kwa sasa utaendeshwa na madereva ambao ni wataalamu wamefundishwa namna ya kuendesha magari haya. Kwa hiyo sio rahisi kuharibu gearbox, sio rahisi kuharibu, kuharibu kitu kingine chochote, kwa sababu wanajua namna ya kuyaendesha, wamepata mafunzo haya. Mwanzoni tulikuwa tumerecruit vijana, ni dereva anaweza kuendesha, amejifunza tu huku ayaendesha, lakini kwa sasa hivi ni madereva ambao tumewafundisha vizuri. La pili kwa sasa wana retain pesa yaani, hizi hela tunazokusanya kuna kiasi ambacho kinabaki hapa. Kwa hiyo mlolongo unaouzungumza, mimi sitaki kuuita mlolongo, ni procedure. Hii procedure, unajua kuna kitu tunaita check and balance. Kwenye fedha ya umma huwezi kuamka asubuhi ukajiandikia na ukatumia uka, uka bila is check and balance. Kwa hiyo tutaendelea kuzitumia hizo lakini, kwa sababu retention ya fedha itakuwa ndani ya UDART kwa hiyo ile process itakuwa imepungua kwenda hapa kwenda pale, kwa sababu watakuwepo hawa, lakini check and balance lazima viwepo kwa fedha ya umma. Fedha ya umma sio fedha ya mtu binafsi, kwamba unaweza kuamka kwa asubuhi ulikuwa unataka kununua vitumbua ukaamua kwenda kununua mihogo. Sio fedha ya umma, fedha ya umma lazima itumike kwa kufuata taratibu za fedha za umma. Kwa hiyo hiyo itakuwa inaendelea kufanyika hivyo, lakini kwa kupunguza uh, uh, uh, steps nyingi nyi, nyi, nyi, kwenda wizarani kwenda wapi, kwa sababu watakuwa na retain wenyewe hapa. Tukushukuru sana sana. Pia ni kuelekeze ukae na pacha mwenzako that, muone namna mnavyoweza kupeleka service ya validators kwenye maeneo kama mtajie eneo moja ambalo hamwendi. Kule Mbezi, kule Mbezi watu hawafiki kwa sababu mabasi kule ni hayaendi kwa sababu hakuna, hakuna validator. Ninyi mnaweza kutafuta hata containers, mkaziweka kule watu wakanunua tiketi zao kule wakajazia kule na kuvalidate uh, uh, uh, kadi zao waingie kwenye mabasi huko. Tunachohitaji sisi ni kuona huduma inafanya nini, inaongezeka ina Mheshimiwa Rais ametoa fedha nyingi sana, na tumshukuru sana kwa hilo, kuona hata haya mabasi ambayo ya yalikuwa yameharibika yarudi, kutoa 1.2 bilioni, kutoa 20 bilioni ili tupate mabasi mengine mapya. Ni dedication kubwa kwa watu wa Dar es Salaam, ni dedication kubwa kwa Watanzania, na ametoa thamani kubwa sana kwa Watanzania. Kwa hiyo tuhakikishe tunaongeza tabasamu kwa wale walioko kule Mbezi, wale walioko Mloganzila waweze kufika kule kwa wakati. Hili nimelikumbuka nikaamua tena niwaeleze, na washukuru sana ndugu waandishi wa habari. Pia kwa niaba yangu na niaba ya wafanyakazi, naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI Profesa Shemdoe kwa kuwa sehemu au kwa watu wa kwanza kwa mwaka huu 2026 kutembelewa na waziri katika kukagua Ma, ma, utendaji wa wa, mini wa shirika letu, na kimsingi ni kwamba amepita kwa ajili ya kuangalia fedha ambazo tulipewa na serikali. Lakini pia nichukue nafasi hii pia kumshukuru mheshimiwa rais kwa aliona jicho la tatu jinsi utu wa kuweza kuhudumia wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo katika madaraka ambayo ametupatia sisi tumsaidie, ndio haya ambayo mheshimiwa waziri amekuja kuangalia, lakini pia tumefarijika baada ya kumwonyesha kwamba vipuli vimefika na kazi ambayo imeendelea kufanyika kwa hiyo tumeonyesha kwamba kuna mabasi ambayo yanaweza kupunguza ni malalamiko au tunasema changamoto ambazo zilikuwa zinaikabili UDART kipindi ambapo tulikuwa tuna mabasi machache. Ukianza na swali kwamba tumejipangeje, tumejipangeja kwa kuakisha sustainable, ni kama tulikuwa tumeelezea awali kwamba mwanzoni ilikuwa ni kama ni majaribio zaidi. Sasa hivi baada ya kipindi cha miaka karibu tisa, ina maana tuna competence kubwa kuhakikisha kwamba jinsi ya kurani kwa kwa mradi. Kwa hiyo tunaamini kwamba yale matatizo ambayo yalikuwa yanajitokeza hayatatokea tena, lakini tukakuwa na zile preventive maintenance za kila wakati, lakini na zile routine major, lakini zile kia maana kwamba za in-house training kuhakikisha ule mafunzo ya mara kwa mara kwa madriver na mafundi yanafanyika, na kimsingi kuhakikisha kwamba hajitokezi. Tumepia na tuko na, na mkataba maalum pia na watu wa NIT kuhakikisha nakuwa ni sehemu ya kuweza kutoa elimu kwetu kwa mara kwa mara kwa unapitisha. Na pia vilevile tumeweka mkakati kwamba kila dereva atakayeajiriwa lazima atakuwa na cheti cha NIT ambacho kinamwonyesha amefuzu kuendesha mabasi ya NIT yamini ya mwendo ya kasi. Kwa kupitia hivyo tunategemea kwamba zile changamoto hazijajitokeza tena. Lakini swali la pili ambalo umetoa maelekezo Mheshimiwa Waziri ya kuweza kutoa huduma kwa upande wa Mloganzila, maelekezo tumeyachukua na tuyatekeleza. Kimsingi yanatekelezeka na ukiangalia ni kweli kwamba huduma inahitajika kulingana na huduma, kule ni sehemu ya hospitali, na kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuwa ni tuwe na utu, ndio maana kauli mbiu kubwa ni kazi na utu. Kwa hiyo, kwa hiyo, kimsingi tumechukua kama lilivyo na linatekelezeka, ko utatekeleza kuhakikisha kwamba itatoka sasa, itakuwa inatoka kimara moja kwa moja kwenda Mloganzila, kwa sababu mara ya kwanza tuko napitia mbezi sasa naamini katika upacha wetu na upande wa dati ambao tayari kwenye mikakati ya kuhakikisha wanarudisha miundo mbinu ya Mbezi, naamini tutakuwa tumesha kamilisha na mzima lakini, kwa maelekezo ya wa mheshimiwa waziri yapo, tumewachukua kwa ajili ya utekelezaji. Tunaomba kufahamu kiasi cha ambacho katika mabasi yale 99 tulikuwa tumeomba ni kama bilioni 12.4 kwa ajili ya ya ya clearance ya mabasi 99 katika kuhakikisha kwamba kwamba, jamani, kwamba hizi tunasema ni mali za umma lakini kimsingi ni mali zetu sote, kwa hiyo hata tunapopata adha tunapata adha yote, lakini pia ni ya uchumi. Kwa hiyo kuna uchumi wa moja moja, lakini kuna uchumi wa taifa. Sasa ni ombi langu kwamba kwa wananchi kwa wote kuiona, wanapotumia mabasi haya waione kama mali yao binafsi. Kwa hiyo unapokiona ila kuhakikisha kwamba kuna miundombinu safi. Kwa msingi na mabasi yanayokuja atakuwa na wifi, kuna USB, kwa hiyo tunaomba itunze. Tuko na full kiyoyozi ko tukiyatunza yatadumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo tegemei kwamba wale ambao wanakuwa kuweza kuyarushia mawe kufanya nini, kila mmoja awe ni jicho, lakini pia tuziombe familia zote kila mmoja sehemu husika kuwaonyesha kwamba kizazi ni maendeleo na kila hii jiji la Dar es Salaam, ili mtu apate maisha lazima atoke na kutoka, lazima awezeshwe kao ni transport kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine, kwa hiyo pia na kuheshimu miundo mbinu ambayo ipo sasa tukiheshimu miundombinu, ukiangalia, ambayo ipo kwa ajili ya kutoa hiyo safari ya mwendokasi, kwa sababu inakuwa na maana tu ya mwendokasi pale miundombinu haiingiliwi na wengine ambao hawastahili kutumia hiyo miundombinu. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi wote kama wananchi kuhakikisha kwamba, na pia inapunguza gharama za matumizi unapotumia kwa ajili ya usafiri. Kutoka mfano unapotoka Kimara kwenda mjini, ule muda ambao unakesha barabarani kutafuta foleni mpaka mjini na kutafuta sehemu ya kupaki, lakini ukitumia mwendo kasi unafika kwa wakati. Lakini hii ndio inasaidia zaidi kuhakikisha kwamba tunatumia katika kuinua uchumi wa moja moja na uchumi wa taifa letu kwa ujumla. Mbali na maelekezo mengi ya waziri, kikubwa kitu ambacho wananchi wanaoishi Mbezi Kimara pamoja na Mloganzila wanaenda kupata huduma hii ya mwendokasi kuanzia wanapotoka mpaka Mloganzila, kitu ambacho kwa kawaida hakikuwepo, lakini kutokana na maelekezo ya mheshimiwa waziri, basi wananchi hao wanaenda kuondokana na adha ya kuishia Kimara mwisho au Mbezi. Nikiripoti kutoka ofisi za UDART hapa jijini Dar es Salaam, jina langu Mariam Shabani wa Tai Media.